Bana moja kati ya video ambazo mbazo zina trend kinoma noma ni kuhusiana na dogo mmoja hivi ambaye yeye ni mtoto ambaye ni mpambanaji tu, akionekana kabisa akiendelea kuuza ma, mayai. Lakini hii video ilikuwa ni ya mtoto huyo ambaye alikuwa akiuza mayai, lakini kuna mshikaji ambaye akamsimamisha na kutaka kwamba msaada wa yai, kwa sababu jamaa alionekana kama akiendelea kumjaribu eh, kuweza kujua kwamba kwamba tabia ya dogo lakini, hui, dogo iko vipi. Lakini kwa upande wa huyu dogo licha kwamba alikuwa katika hali ya sio nzuri nzuri, eh, ukiangalia hata hata hata nguo zake, lakini hata ilihali, tahaban, lakini nywele inaonekana kabisa kabisa kwamba kwamba kwamba kwamba kwamba ipo dhoofu, ili hali hali tahaban dogo dogo dogo akaweza akaweza kumsaidia mshikaji. So, mshikaji ambaye kuomba msaada wa yai ni ni huyu baada ya ya ya kuweza kujua hana roho roho kukunja kumpatia shilingi elfu mbili na aliweza kumshukuru sana, kwa sababu alionekana kati watu ambao e, wana licha kwamba, e, wana hali mbaya. Sasa hii video pia hata pia imeweza kumkuta Marioo na ameweza kuipost kupitia ukurasa wake wa Instagram na kwenye upande mzima wa caption, ameweza kuandika maneno ambayo yanasomeka hivi. Hii hata kama ukiwa hujatokea kwenye mazingira kama haya, lakini inaweza kukugusa kwa namna huyu dogo alivyokuwa na moyo mzuri na heshima na unyenyekevu. Hii video E, ni nzuri lakini imenifanya niweze kuangusha chozi. Huyu bwana mdogo namtafuta, anayemjua e, anitumie DM tafadhali. So huu ndio ujumbe ambao Mario aliweza kupost na yote hii ni mara tu baada ya kuweza kuona unyenyekevu lakini pia e, tabia nzuri ambayo dogo huyu alikuwa nayo. Ukiangalia hata pia kwenye upande mzima wa nywele lakini pia the way ambavyo anaongea Time kidogo uweze kusikiliza ni kwa namna gani video hii ilikuwa inasikika. Mambo. Mara ba mayai shilingi ngapi? Hey. Oh, eh? Eh. Angalia, eh, angalia angalia, sina hela mwanangu, naomba moja sana ume, ume, ya mayai unauza wewe? yes, yes. ni ya kwako ya kwako? yes. yes. mayai lugha yes. yes. yes. nigaaili hapa mwanangu, acha nimzadie sa shika hii hapa sawa. Mimi hiyo nimekugaia tu mdogo wangu, wasikia kwa vile umeingia yai bure, mi nikugaa hela hapo. shilingi ngapi hiyo? Eh, utakunywa chai uta nini? Nijee chumvi kidogo nikee chumvi kidogo, chumvi nekee neke kidogo Eh. Ndio, hapa kwenye mfuko unekee hapo tukidogo ni kwamba umeweza kuelewa ni kitu gani ambacho kimeweza kumfanya hata pia bwana mkubwa Mario kuweza kuguswa kwa e, e, namna moja ama nyingine, hata pia kuweza kuangusha chozi kama vile ambavyo ameweza kusema kwenye upande mzima wa caption kupitia post ambayo e ameweza kuipost kupitia ukurasa wake wa Instagram. E, bana tupe mtazamo wako, kwa wewe mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, upo na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye anja comment hapo, ila usiache kusubscribe, kulike lakini pia e, kucomment utakuwa umetisha kinao manoma. Chao chao.